aj Nakivona Media karibu kwenye sports news, kipindi ambacho kinaongelea masuala ya michezo hapa nyumbani Tanzania na hata nje mipaka ya Tanzania. Leo tuko eh, na kikosi cha Simba Sports Club, hususan wachezaji ambao wamesajiliwa katika dirisha eh, hili dogo la usajili, namna gani ambavyo wanakwenda Simba Sports Club kuinufaisha, lakini namna gani ambavyo wanakwenda kuipa faida kubwa Simba kutokana na viwango ambavyo wamevionyesha huko, lakini pia ambao wengine wameanza kutumika kwenye klabu ya Simba Sports Club. Niko hapa na Mchome the heavyweight champion, ambaye yeye atakwambia vizuri kuhusiana na wachezaji hao ambao wamekuja Simba na pia wengine wameshaanza kutumika kwenye klabu hiyo. hmm. Ni Mchome, mambo vipi? Safi Nixon. Na mjana, tumeangalia tukiachana mchezo ambao Simba jana wamecheza dhidi ya Mashujaa. Leo tumeona wachezaji e, wapya ambao wameanza kwenye mchezo ule lakini pia tumeona wengine ambao wako bench hawajaanza kwenye mchezo ule. Kwa upande wako ukiangalia wachezaji hao ambao wameanza lakini pia ambale, wale ambao wamesajiliwa wako bench e, kutokana na kwao walivyocheza lakini hapa Simba Sports Club ambapo ipo hivi sasa. Unadhani manufaa gani ambao Simba watapata kwa wachezaji hao ambao wamewasajili hivi sasa? Ya, yeah, kwanza Nixon, tutakuwa tujue kwa timu iko under pressure. Yeah. Under pressure kutokana na performance mbovu ambayo ameonyesha mwanzoni mwa msimu na mpaka hivi sasa yes, maingizo ambayo wameingiza ni wachezaji wengi kwelikweli, na haraka wanahitajika waingie kwenye mfumo na wakliki haraka waweze kunufaisha timu. Ukisema wana manufaa gani? Yes, kuna sajili ambazo zimefanyika. Uh, ni mapema kuzungumza kwamba zime klik ama zimetiki, kwa sababu huwezi kumjaji mtu kwa mechi mbili. Lakini uh, mchezaji unamjua tu akiushika mpira, kwa sisi ambao tunajua soka kwa hiyo wanaonesha wanoone kwamba ni wachezaji ambao wana uwezo. Ukimtazama mtu kama Kibabage moja kwa moja ukimlinganisha yeye kwenye nafasi yake na Aton Mligo moja kwa moja, unaona Kibabage anakuwa na manufaa zaidi ya Mligo. Why? Kwanza experience ya Kibabage inakuwa na inambeba, lakini kucheza katika hizi timu kubwa uh, kwa muda nao pia imemsaidia Kibabage kuingia moja kwa moja. Si wachezaji ambao wanatofautiana sana kwenye, kwenye, uh, kwenye ubora lakini Uh, Kibabage nadhani anachomzidi Mligo ni hiyo experience. Ndio unaona, Kibabage anaanza na anaonyesha kile ambacho pengine wanasimba walitamani kukiona kutoka kwa Kibabage. Fine, lakini uh, yupo akina Aura tumewaona jana, uh, tumeona Libasi Gwe wanatoa tahadhari kwa Elie Mpanzu. Yaani Mpanzu sasa hivi anatakiwa kujitafakari. Yaani Mpanzu nadhani yupo kwenye benchi lakini anasikia baridi kuona namna ambavyo wale ambao wameanza kwenye nafasi yake wanafanya kazi vizuri. Nixon, unaona operation unaoifanya wanaoifanya, timing nzuri ya kuachia mpira. Unajua kwenye mpira kuna na, yani kudili na wakati, yani ni wapi na saa ngapi nifanye nini, yani muda huu natakiwa nifanye nini. Hayo ndio matumizi mazuri ya mchezaji ambaye anajua nini anatakiwa kukifanya hasa atakaposogea kwenye final third unaona namna ambavyo anafanya. Uh, Limase anampa an, tahadhari uh, mtu kama Elie Mpanzu ambaye amekuepo pale Simba, pengine watu wamekuwa na matumaini makubwa na, na, na, na, na, na, na ubora wake, lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda matumaini yanazidi kushuka, kwa sababu haoneshi kwa mwendelezo kile ambacho wanasimba walitamani kukiona, na alianza kukionesha kabla ya hapo. Kwa hiyo anamuonesha kwamba mimi nimekuja na nataka kufanya kazi, pengine wakamsahau moja kwa moja Mpanzu kwa kile ambacho uh, Libase anakifanya katika, katika pichi. Yes, unakuja utazame mtu kama Klatus Chota, ni usajili ambao uh, wengi walizungumza mengi kama labda ni usajili wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa siasa, pengine kuwatuliza mashabiki kwa, mashabi, kwa sababu ni mchezaji ambaye anapendwa fine, lakini kwa upande wangu nilikuwa nikibishana nao, kwa, kwa kiasi kikubwa, kwa sababu hakuna ambaye asehemu juu ya chama, ni mchezaji ambaye Uh, Singida hapa ilipofika katika michuano hii ya, ya shirikisho kuna mchango mkubwa Clatus Chota, ambao yeye kwenye kutengeneza nafasi yeye kwenye kufunga chama, huyu ambaye Simba wamemuona, wame, wame na wakatamani kuwa naye. Ukitazama Simba alikuwa inaachana na Jean Chalea huwa kwenye eneo la la, la, la, la, la, la, la, kifu, la yes, eneo la, la ushambuliaji kunahitajika mtu ambaye utulivu wake experience inahitajika na kuituliza timu kwa kiasi kikubwa pindi ambapo timu iko under pressure. Sasa ukiangalia haraka haraka mtu ambaye anaweza kaja haraka na akaingia moja kwa moja ni Klatus Chota. Kingine ambacho Chama anacho ni anawajua nini mashabiki wanahitaji. Yes, Chama alikuwa anafaa na unaona kazi ambayo anaifanya kwa kiasi kikubwa, Chama ana uwezo mkubwa kweli kweli anawazidi baadhi ya vijana wengi. Wengine walikuwa wakizungumzia umri. Nixon nitakupa mfano mdogo wa Ramadhani Chombo Ridondo. Yes na biashara ya moto Ramadhani alikuja akauasha hapa, lakini Haruna Moshi Boban, kama unakumbuka, Yanga ile ya bakuli alikuja yeye na Ngasa wakacheza vizuri tu. Kwa hiyo umri kwenye ligi hii sidhani kama ni fakti kubwa, sio kitu kikubwa zaidi, lakini watu wanaangalia una nini. Tazama Azam FC inavyocheza hivi, ikiwa na kiungo wa Himidi Mau, Himidi Mau umri wake sio mdogo ni mchezaji ambaye tumeanza kumwona kitambo kwelikweli. Licha hayo yote ya umri wa kwenye makaratasi na umri ya asilia, lakini tunajua umri halisi wa, wa, wa, wa, wa, wa imidi ni, ni mkubwa, pengine katika kikosi cha Azam akawa ndo mchezaji mwenye umri mkubwa zaidi ya, ya yote, lakini angalau wekreti yake ambayo anaifanya ni namna tu ya mwalimu ambavyo anatamani kumtumia mchezaji uh, kwenye mazingira gani, tayari unajua kwamba huyu mchezaji wangu ni mkubwa ama umri wake umeenda au hana uwezo wa kutembea eneo kubwa la kiwanja, unamkatia eneo ambalo unaamini katika ubora wake. Akiwepo pale, anakwenda kuiathiri e, timu pinzani kwa kiasi kikubwa. Ndicho ambacho Chama anaweza ana, ana, ana, ana akakifanya kama mwalimu, akiamua kumtumia. Kwa hiyo, bonge moja la usajili na Simba huenda akanufaika naye, pengine huu mwaka mmoja ambao unazungumzwa amepewa akaongeza pia zaidi kwa sababu anajua nini ambacho mashabiki wanakihitaji na anajua nini nifanye kwa wakati gani, Klatus Chota. Lakini ukitazama mtu kama Loem, bonge moja la mchezaji ambaye uh, J Root, yame, amefanya kazi kubwa ule usajili, yes. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa coach mahitaji ya coach kwa upande wangu, naweza nikazungumzia ni ile x factor ambayo pengine Fadlu alihitaji mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kuliathiri eneo la timu pinzani hana kasi hivyo, lakini ni mchezaji ambaye yuko very sure kwenye ma ma maamuzi yake. Ubora wake mkubwa kwenye eneo la passing, yani ana uwezo mkubwa wa kuachia mali. Tukumbuka Congo Brazzaville dhidi ya Tanzania, eh, ni mmoja ya wachezaji ambao waliimbwa kwelikweli, alikuwa hatari ama mwiba kwenye safu ya, ya ulinzi ya timu ya taifa ya Tanzania. Kwanza ni mchezaji ambaye kwanza amepita katika timu za vijana kwa kiasi kikubwa, kwa hiyo amekua katika makuzi ya soka lakini kabla kabla ya kwenda ya, ya, ya, ya kwenda uh, Colombia uh, kutokea timu za vijana Colombia msimu ulio ambao walimchukua hakupata nafasi ya kucheza. Msimu uliofuata ambao umemalizika alikuwa mchezaji eh, regular starter katika kikosi. Unaweza ukaona kwamba ni mchezaji ambaye alikwenda kwa impress viongozi na, na, na benchi la ufundi kwamba nina uwezo wa kucheza katika hii nafasi na nikafanya makubwa, takriban mechi 24. Lakini katika ligi ya Colombia ndio mchezaji pekee ambaye alikuwa anaongoza kwa kutengeneza nafasi. Unaweza kuona ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa, si mzuri kwenye matumizi ya nafasi, kwa maana ya, kufunga, maana ya score, kwa sababu katika hizo mechi 24, alifunga takriban magoli matano. Kwa hiyo unaweza kuona ni mchezaji ambaye si mzuri zaidi kwenye kufunga, lakini na uwezo kuathiri uh, boksi la timu pinzani kwenye pasi zake na uwezo wake wa kuficha mali, kwa sababu tactically huwezi kuchukua mali mguuni. Yani, ana uwezo mkubwa sana wa kuficha mali, na ndio maana nakwambia Pacome uh, Mpanzu kumradhi, ana, ana, ana, ana kazi kubwa sana kwenye eneo lake, kwa sababu kama unaona hao viungo wanaoingia Chama na ana uwezo pia kucheza pembeni kutokana na mahitaji ya, ya, ya, ya mechi husika. Kwa hiyo hawa ambao wameingia ni ni ni, ni ni ni kuwaombea ama ku, ni kuwaombea, Wanasimba waombea waepuke majeraha ili waweze kudeliva kile walichonacho, kwa sababu haraka nimependezwa na hawa ambao wameanza kucheza, wameonyesha kitu kikubwa kweli kweli Nixon. Kwa hiyo ni wachezaji ambao kwangu mimi ni sajili ambazo katika hii miaka miwili Simba wametulia zaidi katika hili dirisha dogo kuwaleta hawa ambao wamewaleta. Naam, Chome, umezungumzia wachezaji wa ndani hmm, eh, ambao wamecheza ndani kwa maana kwamba Kumi na kumi wa ndani, umesahau yeah, kumtaja ai goalkeeper ambaye jana amefanya save moja ah, kubwa sana. Yes. Ni miongoni mwa magoalkeeper ambao kwanza, sifa kubwa ile ya modern goalkeepers. First ni namna ya ku, ya, ya, ya, ya, ya, ya kucheza mali kwa mguu ambacho tuna kikosa kwa magolikipa wengi, lakini pia ni short stopper mzuri, kwa maana mikiki zile zinazopigwa ana uwezo mkubwa wa kudive na kucheza. Na ndio maana kocha alipendekeza uwepo wake. Yes, ulinaambia uh, umenikumbusha kitu kizuri kwelikweli. Ni mtu ambaye kwanza ukitazama kwenye eneo lile lile kweli na, kule Tanga wanasema tang anasema linalegalega kwa sababu uh, majeraha ya Musa Pimpin, majeraha ya Yakubu Suleiman, lakini kukosa kwa utulivu kwa Hussein Abel hakuwa akitosha yani hakuna mwanasimba yoyote ambaye alikuwa anatamani kumwona Hussein Abela anakwenda kusimama katika michuano ya, ya, ya, ya, ya, ya kimataifa, kwa sababu anaonesha hana utulivu pale langoni. Moja kwa moja inakupa picha kwamba huyo hawezi kutufikisha nchi ya ahadi. Ndipo maamuzi magumu yakatumika kwamba kumwondoa kwenye mfumo. Musa Pinpin akiwa bado ni mchezaji wa Simba, lakini anatolewa kwenye mfumo ili nafasi yake aingia golikipa ambaye hivi sasa wanasimba pengine wakaanza kumsahau Musa Pinpin kwa ubora wake nam no. Uh, mchome uh, tumalizie na hili uh. Baada ya mchezo wa jana uh, mijadala mingi hata ukipita kwenye magari humu njiani, mjadala mkubwa hivi sasa mm, wa ni kufananisha wachezaji wawili, Alan Okello wa klabu ya Yanga lakini ya pia uh, Libase Gwe mm. mm. mm. uh, wa Simba Sports Club. Kwa kwa upande wako hawa wachezaji wanafanana kwa kiasi gani au kuna utofauti wa namna gani hawa wachezaji? Kwanza wanatofautiana. Kwanza kwenye aina ya uchezaji lakini pia kama walifuatilia vizuri Afcon. Uh, waliweza wa, wa, wa, wa, kumwona namna ambavyo Okello okay, anacheza lakini michuano ya Chan waweza kumwona Libase namna ambavyo sure. amecheza. Kwa hiyo ni namna ambavyo ni namna ambayo nakuambia, eh, kwamba ni na wachezaji kwa wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wanacheza, lakini utofauti ni mkubwa kwenye kuwafananisha kwenye nafasi zao. Hiyo ni kawaida kwa sababu ya hizi timu zetu, kila mmoja anavuta kwake, kwa sababu Okello okay, ameonyesha ubora Libase na ameonyesha ubora kwa hiyo kila mmoja anatamani kumwona nani ni zaidi kwa mwenzake, lakini kwa upande wangu naona ni mapema zaidi kuwafananisha, lakini tutakuja niwape takwimu na namna ambavyo wanacheza kwa kila mmoja, kwa sababu katika matumizi ni matumizi tofauti. Alan Okelo uh, anavyotumika na Libase namna ambavyo anatumika katika hizi mechi, bado twende kidogo kwenye mechi mbili tatu, then tutarejea hapa hapa. Tuta, tutakuwa tunawapa tathmini ya namna ambavyo kocha anawatumia na namna ambavyo wanatumika, kwa sababu unatumiwa na unatumikaje katika hiyo nafasi, tutakuja tuwatazama, lakini ni mapema kuwafananisha, na sidhani kama ni kitu kizuri kuwafananisha, kwa sababu kwanza madaraja yao ni tofauti mm. Lakini pia mmoja uh, anacheza timu ambayo haina presha, mwingine timu yake ina presha kubwa ya matokeo. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna vitu ambavyo tutavikosa hapa kuvifaidi katika mechi hizi mbili tu kwa kwa namna ambavyo michezo. Asante mchuo. Asante Nickson. Naam, nilimchome uh, huyo the heavyweight champion ambaye alikuwa kuangazia wachezaji wapya ambao wamekuja kwenye klabu ya Simba Sports Club katika dirisha hili na namna ambavyo wanacheza wengine ambao wako bench. Mimi naitwa Nickson again, endelea kusubscribe, like, comment na kushare na Kivona Media. Kwa mtandao wa kijamii wote tunafunguka kama na Kivona_Media. Chao.